Unajua mpira pia una, una umri wake, ule mpira ule. Sio mpira anaopiga Aziz Andabwile leo, mtoto wako haja kaupiga pale. Kesho na kesho kutwa mtoto anaanza kukomaa na miaka 12. Kumbe vifaa anavyofundishiwa mtaani. Mzazi hujui. Mtoto wako anatoka shule, mama anaenda kukitwanga hapo nyuma. Umri miaka 13. Anaenda kuchezea mpira wa kuchezewa na watu wazima. Baada ya muda mfupi mchila mifupa inaanza. Mifupa inakaza mara misuli nini? Kumbe mpira anajifunzia mtaani. Hapa unapata vifaa sahihi, mtoto wa miaka kumi na moja iko mitaa wako, tunapia tunaona wanarudishwa kwenye koni miaka kumi na moja Subhanallah, mtoto anarushwa kwenye koni papapapapapa. Jamani, njooni Yanga Soccer School mpate elimu sahihi ya mpira ya kumpa mtoto wako kwa ajili ya kumwendeleza. Ko hii elfu laki moja na hamsini, ni vifaa vyote unavilipia, lakini elfu hamsini ni ile fomu ya kujisajili ambayo inapatikana hapa makao makuu, yaani ukija leo baada ya kunisikia hapa, tuko live Azam TV hapa, tuko live pia na media mbalimbali. Unaponisikia hapa, una mwanao, una ndoto kucheza mpira, unamwona anaweza mpira. Njoo hapa sasa hivi makao makuu ya klabu. Fomu ipo tayari lakini pia tutakwenda kutangaza kupitia kurasa za mitandao ya kijamii, namna gani fomu unaweza ku-download kupitia mitandao. Tumetoa pia namba ya simu hapa. Iandike pembeni. Hebu tuirudie kidogo hapa, mtu kama akuiandika aiandike, maana pengine anasikia utamu umepitiwa. Ni 0673 tatu, iandike mzazi pembeni hapo, 0673 068 8 tatu, si, tatu tisa 06, ah, okay, ni niseme kwa kizungu 0673. Wazazi ambao tunasomesha watoto wetu ada milioni sita 0673 068839 andika pembeni hapo, mwambie dada Matilda nimemsikia mwenyekiti wa wasemaji anazungumza, nataka nimlete mtoto wangu Yanga Soccer School, nipe utaratibu. Lakini la mwisho amezungumza uzinduzi, na wote mnakaribishwa, ndugu zangu, mje mjionee Yanga ya Soccer School itakufanania. Lakini la msingi ambalo ni muhimu pia tuwajuze tumeanzisha hii Yanga Soccer School nakuta kuna siku maalum za watoto kwenda kucheza. Imeanzia hapa Dar es Salaam, ina center ya kwanza. The more tunakwenda ndivyo tunavyozidi kuongeza hizi center hapa Dar es Salaam, na zitatoka pia nje ya mkoa wa Dar es Salaam kusambaza Yanga Soccer School Tanzania nzima. Hili la kwanza, lakini la pili, tunafahamu ziko shule binafsi na ziko shule za serikali ambako labda hawa watoto wanapata muda wa kucheza mpira huko mashuleni. Hii jopo letu la wataalamu litakuwa na siku maalum pia za kutembelea hizi shule, Mbande Primary School, sijui Kigamboni Secondary School Mvuti. Jopo la wataalamu litakuwa lina special program ambayo hiyo tunatembelea huko mashuleni kuzungumza na wale walimu wa mipira ambao wanafundisha vipindi vya wa football pale, na sisi kupata muda wa kufundisha kidogo kwa hao watoto. Hiyo ni hiyo ni special program, tutakuwa tutembelea mashuleni. Sasa kule mtoto akivutiwa atakuja kukuambia baba, baba, nimefundishwa na Paul Mathew, mpira nimeuelewa, naomba nikajiunge Yanga Soccer School. Kwa hiyo tutaisambaza hii elimu ya mpira kwa uwanda mkubwa sana. Hii ieleweke sisi hapa tunaandaa mchezaji aliyekamilika na wanaotoa approval kama mtu huyu huenda kuna mtoto yuko chini ya miaka kumi na tatu ila talanta yake ni ya kutrain na watoto wa miaka kumi na tano ndio maana Lamine Yamal ana 17 anacheza na watu wenye miaka 40. naelewa vizuri mtaala wa mpira huenda mtoto wako umemleta ni under 15 amekaa na wataalamu ndani ya miezi mitatu tu watakwambia huyu mtoto talenti yake anatakiwa train na under 15, kwa sababu ya uwezo. Kwa hiyo sio yeye, darasa la kwanza a, darasa la pili b, la tatu c, la nne d. Hapana, development ya hapa inatokana na talenti na muongozo wa wataalamu ambao tuko nao, kwamba huyu sasa amesha qualify atakwenda kwenye age. Kwa hiyo huenda mtoto tukampata, wakwenda kwenye under 17 kwenye hiyo path ambayo umeisema upo ndani ya Yanga Soccer School under 15, umekuja pale unaotwanga, tunakupeleka under 17, mtaala mwingine unaanza kuingia sasa kwenye soka la ushindani, level ya ushindani huku chini, tunaandaa a professional footballer. Kuna wakati utafika, tutaanza kukuandaa kwenye soka la ushindani, ina depend na talent, namna ambavyo namali masomo unayapata. Yanga Soccer School uh, itakuwa na ada na ada yake ni nafuu ni shilingi laki sita kwa mwezi wa kwanza, na hiyo laki sita imebeba shilingi elfu hamsini ya fomu ya usajili, imebeba laki na hamsini ya vifaa ambavyo tutampatia mtoto vifaa. Anazungumzia jezi zote tatu za Young Africans za msimu huu ambavyo ndio sare zetu tutakazokuwa tunatumia, lakini pia ada ya mafunzo shilingi laki nne. Baada ya kulipia laki sita, mzazi utakuwa unalipia shilingi laki nne kila mwezi, na akilipa kwa mkupuo, labda miezi sita, tunakuwa tuna discount. Lakini pili, mahali ambapo Yanga Soccer School itakuwa inafanya shughuli zake, tutakuwa tunatumia Mwimbili Cricket Park pale kuna viwanja vya Speed Sports karibu kabisa na shule ya Tambaza, barabara ya Umoja wa Mataifa, United Nations Road. Na hii ni kwa kategori zote za umri ambazo zimetajwa kuanzia chini ya miaka 13, 11, lakini pia 15. Na wapi fomu zinapatikana? Fomu zinapatikana hapa makao makuu ya club, Jangwani, katika ofisi ya mashindano lakini pia ofisi ya ufundi, fomu hizo zitakuwa zinapatikana, na baadaye zitaanza kupatikana online muda mchache kuanzia leo. Pili, tutakuwa na mratibu wetu ambaye, kama mzazi anahitaji kupata mawasiliano yake, taratibu za kujiunga, anaitwa Matilda na naomba niitaji namba yake hapa. Namba yake ni 0673 068 839. Naomba nirudie, ni hiyo 0673 068 839. Huyu bibie ndiye mratibu wetu. Na atakuwepo muda wote kukusaidia mzazi kufahamu ukubwa wa Yanga Soccer School, gharama zake, kama hapa kuna jambo limekupita kidogo. Mratibu wetu yuko, anapatikana masaa ishirini na nne, unaweza ukampigia katika hiyo namba niliyoitaja na yeye atakupa mwongozo na taratibu zingine zote ambazo utazihitaji kuzifahamu. Na uzinduzi tutazindua tarehe kumi na tano mwezi huu wa 11 katika viwanja hivyo hivyo vya uh, Muimbili Cricket Park, Speed Sports pale uh, United Nations Road kuanzia saa tatu asubuhi Jumamosi hii, kuanzia saa tatu asubuhi. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa sana uh, mfike mjionee hiki kinachozungumzwa, ndio uhalisia wa mambo Opportunity and innovation. Uh, very important that...